Kundi la waasi la M23 limetangaza Jumatatu uamuzi wa kuondoa wanajeshi wake kwa hiari kutoka mji wa Uvira, ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji ambao lilidai kudhibiti wiki iliyopita. Hatua hiyo imetajwa kwa sehemu ya juhudi za kujenga uaminifu na kuunga mkono mchakato unaoendelea wa amani katika taarifa iliyotolewa jana Jumatatu, Disemba 15 mwaka 2025 Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa muungano wa AFC, unaojumuisha makundi ya kisiasa na kijeshi yanayoshirikiana na M23 alisema uamuzi huo umechukuliwa kufuatia maendeleo ya hivi karibuni katika mchakato wa, wa, wa amani wa Doha. Alieleza kuwa hatua hiyo inaendana na utekelezaji wa makubaliano ya mfumo wa amani wa Doha yaliyosainiwa mwezi Novemba. Kwa mujibu wa taarifa hiyo M23 imeeleza nia yake ya kuchukua hatua za kujenga uaminifu peke yake ili kutoa fursa zaidi ya mchakato wa amani wa Doha kufanikisha suluhisho la kudumu la mzozo unaoikumba mashariki mwa DRC. Tangu mwezi Machi mwaka huu, duru kadhaa za mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Congo zimekuwa zikifanyika chini ya usuluhishi ya wa Qatar, mazungumzo yanayojulikana kama mchakato wa amani wa Doha. Mazungumzo hayo yalisababisha kutiwa saini kwa tamko la msingi mwezi Julai lililoweka tarehe ya mwisho ya kufikiwa makubaliano ya amani kuwa ni Agasti 18, muda ambao tayari umepita bila makubaliano ya amani kupatikana. Taarifa za M23 zinaeleza kuwa kuondoa wanajeshi wake kutoka Uvira kulifanywa kwa ombi la upatanishi wa Marekani, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuendeleza mazingira ya mazungumzo na kupunguza mvutano wa kijeshi katika eneo hilo. Hata hivyo, kundi hilo limesema kuwa limechukua hatua hiyo huku likidai kuwa bado linakabiliwa na chochezi za ukiukaji unaofanywa na jeshi la wananchi la DRC pamoja na washirika wake wa kijeshi. Hadi sasa serikali ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu tangazo hilo kuhusu kuondoa wanajeshi katika eneo la Uvira. Uvira uliopo karibu na mpaka wa Burundi, kando ya ziwa Tanganyika, ulitumika kama makao makuu ya utawala wa mkoa wa Kivu Kusini baada ya mji mkuu wa mkoa huo, Bukavu, kudaiwa kushikiliwa mwezi Februari. Wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na vyanzo vya ndani vinasema kuwa kupoteza udhibiti wa Uvira kunaweza kwa muda kufungua njia kuelekea maeneo ya kusini mashariki mwa Kongo, ikiwemo Haut Katanga, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi kwa taifa hilo. Wakati huo huo, mapigano yameripotiwa kuendelea kusini zaidi katika maeneo ya Baraka na Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, hali inayoonyesha kuwa usalama katika eneo hilo bado ni tete licha ya hatua za hivi karibuni za kujenga uaminifu.